Ndege ya Delta Airlines Airbus A319 na ndege nne za jeshi la anga la Marekani Talons zilikaribia kugongana angani kwenye Uwanja wa Ndege wa Kitaifa wa Washington mnamo Machi 8 mwaka 2025. Mara tu baada ya kuondoka, wafanyakazi wa ndege ya Delta Airlines walipokea ushauri wa Azimio la TCAS, ambao ulisababisha uchunguzi na Utawala wa Shirikisho la Usafiri wa Anga FAA. Ndege ya Delta Airlines Flight 2983 yenye nambari ya usajili Novemba 342 Novemba Bravo iliondoka kwenye runway 19 saa 1:16 UTC DC ikielekea Minneapolis. Wakati huo huo, muundo wa ndege nne za jeshi la anga la Marekani T-38 Alpha Talons zenye call sign DO61 ilikuwa ikiruka kaskazini kando ya mto Potomac kabla ya kuruka kwa sherehe kwenye makaburi ya kitaifa ya Arlington. T38 yenye nambari ya usajili 6714833 ilikuwa ikizalisha data ya ADSB ilhali T38 zingine tatu zilikuwa zikiwasiliana na ATC lakini hazikutoa data ya msimamo. Mara tu kufuatia kukabidhiwa kwao kutoka kwa mnaro wa uwanja wa Washington hadi mnaro kuondoka wa kuondoka wa Potomac Wafanyakazi wa ndege ya Delta Airlines walipokea TCAS resolution advisory na kuwauliza ATC kama kulikuwa na tahadhari katika eneo lao katika mwinuko ulioripotiwa wa kipimo cha futi 800. Kidhibiti kilithibitisha uwepo wa muundo wa T-38 ambao ulizoeka takriban futi 500 chini ya ndege ya mwendo fupi ya Delta Airlines inayoondoka cha ukaribu wao. Hata hivyo safari zote mbili za ndege ziliendelea salama njiani. Ndege ya Delta Airlines Airbus A319 ya iliwasili Minnesota saa tatu na dakika 40 UTC na T38 zikarejea Langley AFB huko Virginia saa moja dakika 51 UTC. FAA imefungua uchunguzi kuhusu tukio hilo. Shirika hilo lilisema wadhibiti wa trafiki wa anga walitoa maagizo ya kurekebisha kwa ndege zote mbili ili kufikia utengano Tukio hilo linakuja wakati uwanja wa Washington inakabiliwa na kuongezeka kwa uchunguzi juu ya usalama wa anga. Wasiwasi kuhusu mawasiliano ya karibu kati ya ndege za kijeshi na za kiraia karibu na uwanja wa ndege ulikuwa lengo la kikao cha bunge la hivi karibuni. Kati ya mwaka 2021 na mwaka 2024, bodi ya kitaifa ya usalama wa uchukuzi NTSB ilirekodi zaidi ya visa 1015 ambapo ndege zilipita ndani ya maili moja baharini, huku 85 kati ya njia hizo zikitenganishwa kwa futi 500 kwa uwima na futi 200 kwa usawa. Tunaweza kukumbuka mnamo Januari 29 ndege ya kikanda ya shirika la ndege la American Airlines iligongana na helikopta ya jeshi la Black Hawk katikati ya anga na kuwa watu 67 wa. Kwa kuzingatia ajali hii, FAA ilifungua njia ya ndege helikopta karibu na uwanja wa ndege na kuamuru ndege za kijeshi katika eneo hilo kutumia mifumo ya kuepuka mgongano. Licha ya hayo, tukio la Machi 28 bado lilifanyika. Delta Airlines ilisisitiza kujitolea kwake kwa usalama. usalama wa wateja wetu na watu ndio kipaumbele chetu cha juu msemaji wa shirika la ndege Morgan Durand alisema, ndiyo maana wafanyikazi wa ndege walitekeleza taratibu za kusimamisha ndege kama ilivyoelekezwa. Wakati tukio hilo linatokea, Delta Airlines Airbus A319 ilikuwa imebeba abiria 131 marubani wawili, na wahudumu watatu wa ndege. Mapito ya FAA yatabainisha kama itifaki za usalama zilizopo zinatosha na kama kuna haja zaidi ya kufanywa ili kuepuka makosa ya siku zijazo katika anga ya uwanja wa Washington.